Haya, tuongee kuhusu vita ya biashara ya Trump. Hebu fikiria diplomasia ya hali ya juu, masoko ya matrilioni ya dola, na uchumi wa dunia ukingoni mwa shimo. Hiyo ndiyo vita ya kiuchumi ya Trump. Lakini je, imekuwa ushindi wa kimkakati au kujisalimisha kwa kusita? Twende tuone. Siku za nyuma, Trump alianza vita ya biashara duniani akiweka ushuru mkubwa kwa bidhaa kutoka karibu kila nchi, lengo kulinda viwanda vya Amerika na kupambana na kile alichokiita mazoea yasiyo ya haki ya biashara. Inasikika ujasiri sivyo? Sio kabisa. Masoko hayakupokea vizuri hili. Soko la hisa la Marekani lilishuka sana na uchumi wa dunia uliumba. Akikabiliwa na presha, Trump alirudi nyuma kidogo. Alisimamisha baadhi ya ushuru kwa siku nenda, isipokuwa kwa Canada na Mexico bila shaka. Lakini aliongeza ushuru kwa bidhaa za China kwa asilimia 25. sababu yake, China haikuwa ikicheza haki katika biashara ya dunia. Hapa ndipo mambo yanavutia. Masoko ya Marekani yalirudi juu baada ya kusimamishwa kwa ushuru na dola trilioni 4 zikaingia. Makampuni makubwa ya teknolojia kama Nvidia, Apple, Tesla na Microsoft yaliona hisa zao zikipanda kati ya 7.8% hadi 13%. Lakini tusikilize picha kubwa. Kimataifa, vita ya biashara ilipoteza zaidi ya dola trilioni 9.5 katika thamani ya soko. Hiyo siyo doa tu, ni shimo kubwa, na dunia haikukaa tuna kutazama. China ilijibu mapigo kwa ushuru wa 84% kwa bidhaa za Marekani, ikimaanisha mchezo umeanza. Viongozi wa Ulaya kama Friedrich Merz waliona kurudi nyuma kwa Trump kama ushindi kwa umoja wao. Baadhi hata walitaka makubaliano ya biashara bila ushuru kati ya EU na Marekani, hatua kubwa, sivyo? Lakini hapa ndipo mambo yanapokuwa hatari. Wachambuzi wa uchumi wanaonya kwamba sera za Trump zinaweza kuleta madhara makubwa Tunazungumzia mfumuko wa bei, kuvurugika kwa minyororo ya usambazaji, ukuaji wa polepole na gharama ya maisha kupanda. Na kama Trump atatekeleza vitisho vyake vya kuwalenga nchi zinazofanya biashara na China, tunaweza kukabiliwa na vita kamili ya biashara duniani. Kwa hiyo funzo ni nini hapa? Kwa upande mmoja, mbinu za Trump zimeleta ushindi wa haraka kwa soko la Marekani. Kwa upande mwingine, zimeleta sintofahamu kubwa ya kiuchumi duniani kote. Je, hili ni kujisalimisha, kusitisha kwa muda, au mkakati uliopangwa? Ni swali litakaloamua mustakabali wa biashara ya dunia kwa miaka mingi ijayo. Niachie maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Je, huu ni ushindi kwa trump au onyo kwa dunia? Usisahau kulike, kusubscribe na kubonyeza kengele ya arifa kwa maelezo zaidi kama haya.